Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimetrend sana huko mtandaoni bwana ni ile tukio la Harmonize Konde Boy siku ya usiku wa kuamkia jana kuna jambo ambalo limemkuta bwana Konde ambalo kiukweli limewafanya u mashabiki wa Harmonize wajisikie vibaya sana, hususan Abi Kubanga ambaye tunafahamu kama vile ni moja kati ya mashabiki kindakindaki wa Harmonize na timu nzima ya Konde Gang. E bwana, Abi Kubanga hajapendezwa kabisa na kitendo ambacho Kajala amekifanya kwa Harmonize, na sababu ni kwamba Kajala bwana ameonekana akiwa yuko na mwanaume mwingine kwa namna moja au nyingine, kutokana na kwamba amepewa zawadi na mtu mwingine. Na tunafahamu kabisa kwamba Harmonize bwana kwa muda mrefu sana amekuwa akionyesha jinsi gani ambavyo bado anamhusudu Kajala, na Harmonize ameshindwa ku move on, japokuwa anakutana na wana wanawake wengine, lakini mwisho wa siku anarudi tena kwa Kajala. Sasa this time around eh, tulianza kuona hizi tetesi au vitu ambavyo vilikuwa vinadokeza wazi kabisa kwamba Harmonize na Kajala bwana wanaingia katika mahusiano. Umeona bwana, tulikuwa tunajua kabisa kwamba hawa bwana wanarudiana kivyovyote vile, lakini at the end of the day kitu ambacho kimetokea usiku wa kuamkia jana bwana, tumeona kwamba wazi dhahiri shahiri kwamba Kajala amepokea zawadi ya Prado Land Cruiser TX mpya kabisa na ile zawadi inasemekana kwamba aliyemzawadia siyo Harmonize. Which means kama siyo Harmonize hamoni, ina maana kwamba Kajala ana mwanaume mwingine ambaye yuko naye kwenye mahusiano kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kimemtia aibu sana Harmonize, kwa sababu ukizingatia ni kwamba Harmonize bwana, yeye amekuwa kwa muda mrefu sana akiwa anazidi kuexpress feelings zake jinsi ambavyo anavyomkubali Kajala, na mpaka wimbo mpya huu wa Best Kapo, kwa mujibu wa mashairi ambayo yako humo ndani, na hata poster ya awali ambayo Harmonize aliyoiposti ilikuwa inaonyesha kichwa cha kwake yeye na kichwa cha Kajala, ambavyo sasa hivi hiyo poster ameifuta baada ya haya mambo kutokea. Eh, baada ya kuonekana kwamba Harmonize baada ya kuonekana kwamba Kajala yuko interested na mwanaume mwingine, umeona bwana, kwa hivyo basi hii imepelekea wadau mbalimbali mbali kukasirika, na mmoja kati ya wadau hao bwana, si mwingine bali ni maana Abikubanga ameonyesha jinsi gani ambavyo alivyokasirika, maana Abikubanga bwana alitokea siku ya jana, alianza kwanza kwa kuweka post akaandika kwamba achana na yule bibi anakuwa ni brand, yani kwamba Abikubanga alikuwa ameandika kwamba achana na yule bibi anakushusha brand, yani, umeona bwana, lakini haikuishia hapo. Sasa leo Abikubanga akaja akarekodi hii video ambayo ameelezea hilo swala kiundani na akiwa na maanisha akiwa naelezea kwamba kuna uwezekano mkubwa sana Kajala akawa amechomewa dawa. Yani, kuna mambo ya shiriki hapa yamehusika, e, kuna juju hapa amepigwa kwa namna moja au nyingine, kwa mujibu wa vitu ambavyo vinasemekana au vinasikika kwamba Abikubanga amevizungumza. Kama inavyosemekana hapa, nataka usikilize pia Abikubanga alichokisema, akiwa anadai kwamba Kajala bwana anaweza akawa amemchomea dawa Harmonize na ndio maana Harmonize amekomaa kweli kweli na Kajala, yani hataki kumwacha anaenda mbele, anarudi nyuma, ana date na wanawake wengine, lakini mwisho wa siku anarudi tena kwa Konde Boy. Hii ni video ambayo Abikubanga ameiposti, lakini Harmonize amekasirika kwaona Abikubanga akiwa ametumia lugha kama hizo kumuhusu Kajala, kwa hiyo akamwambia afute. Sasa hivi amefuta, lakini still huko mitandaoni bado imesha sambaa. Hebu sikiliza hapa Abikubanga alichokizungumza, alafu pia nikuelezee alichokijibu Harmonize na pia ni kuelezee jinsi ambavyo wadau mbalimbali walivyoreact kuhusiana na hayo majibu ya Harmonize kwa Abikubanga, kwa kile ambacho Abikubanga amekizungumza kwamba Kajala amemchomea dawa Harmonize na kumshauri kwamba aachane naye. Oya konde, achana na bibi kaka, inatosha kwa sababu aumii peke yako, tunaumia mpaka na sisi mashabiki, alafu anakuwa ni brand kwenye mziki wako. Oya, konde Hachana na bibi kaka, inatosha. Kwa sababu waumii peke yako, tunaumia mpaka na sisi mashabiki, alafu anakuwa ni brandi kwenye mziki wako, na naamini hata hizo posti ambazo mnaposti muna kolaborati itakuwa unalikia tu kwa mapenzi haya ambayo unayaona. Hachana nayo bibi na nayo bibi, kama umemchomea dawa msanii wetu, kama umemchomea

Ni wetu, ni wetu, uko. Naam, so baada ya Abi Kubanga kuzungumza hayo bwana, inaonyesha kwamba hayo maneno yamekuwa kidogo, yalikuwa ni makali na Harmonize akupendezwa nayo. Hivyo basi Harmonize bwana, kupitia page ya Abi Kubanga akaenda kuweka comment na comment ambayo Harmonize amekwenda kuiweka ameandika hivi. Ameandika kwamba, What the F is this? Yani, hiki ni nini alafu, akaweka pale emoji ya kukasirika kisha akasema kwamba kama ushabiki wenyewe ndio huu kashabikie mpira, usimtukane mtu kupitia mgongo wangu, bora unitukane mimi, kama ujinga ni wangu mimi. Take this down, please, sijapenda ameandika hivyo Harmonize akiwa ameweka wazi kwamba kama ushabiki wenyewe ndo huu ni bora mtu aende akashabikie mpira, na ameomba aitu aifute hiyo video kwa sababu yeye hajapenda. Lakini pia vile vile amedai kwamba Harmonize kama ujinga ni wa kwake yeye, na hataki kuona mtu anatukanwa kwa mgongo wake maona. Kwa hiyo mpaka hapa tunaweza kusema kwamba Harmonize ametumia busara, japokuwa kwamba kuna vitu ambavyo kidogo viko very disappointing, lakini still Harmonize ametumia busara na hataki kuona mashabiki zake wakiwa wanamsema vibaya Kajala, which is good kwa namna moja au nyingine, lakini wengine wameona kwamba hii bado ni weakness. <laughs> mambo hayo. Kuna wengine bwana, wameona kwamba hii ni weakness, kwamba Harmonize anampenda sana Kajala kiasi kwamba hata kama mambo yamekuwa chembo ile kiasi hiki, bado akiona watu wanamsema vibaya Kajala, yeye Harmonize anaumia, na ndio maana ameenda kumwambia shabiki yake huyo afute hiyo video ambayo ameipost. Umeona mambo haya? So hivyo ndivyo situation ilivyo. Sasa, lakini ukiachana na Harmonize pia vile vile Duke Boy huyu, hapa ni mtu wa karibu kabisa wa Harmonize, yuko pale katika, yani mmoja kati ya member wa Konde Gang Duke, ya ya kwamba, ye amesema kwamba shabikieni mziki, masuala ya mahusiano achaneni nayo. Kesho ukimkuta pale, si utapata aibu? Umeona, huyu Duke Boy ameongea point. Umeona kwamba hiki, hiki kitu ambacho amekizungumza bikubanga iwapo kama je Harmonize na Kajala wakarudiana Je, habikubanga kubanga sura yake ataiweka wapi? Kwa hiyo ni heri mashabiki wakamshabikia waka msanii wao kwenye mambo ya kimuziki, lakini kwenye mambo ya maisha yake binafsi ni heri wakamwachia yeye mwenyewe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini it is what it is. Mashabiki wameumia, wamezungumza ya kwao